Kasi ndogo ya ujenzi wa, wa stendi kuu ya mabasi Songea mkoani Ruvuma inawapa wasiwasi wafanyabiashara waliohamishwa kwa muda kupisha ujenzi huo wanaodai kwamba mali zao zipo hatarini kuuzwa na taasisi za fedha kutokana na mikopo waliochukua ya vibanda kwenye eneo la kituo hicho cha mabasi. Godfrey Nila kutoka Songea naarifu zaidi. Channel 10 imetembelea mradi huo na kukuta mafundi wakiendelea na kazi. Walipoulizwa kuwa ni lini ujenzi utakuwa umekamilika, mhandisi anayesimamia mradi huo Injinia Mpenda amesema mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Januari mwakani watakuwa wamemaliza kazi. Tumeshajipanga kukabidhi stendi hii si zaidi ya tarehe ishirini mwezi wa kwanza, na wawe na matumaini makubwa kwa sababu ni stendi ambayo itakuwa ni nzuri kama unavyoweza kuiona, tutakuwa tumeipanga vitofali vizuri, watafaidika nayo na watafurahia nayo na itadumu kwa muda mrefu. Hivyo ikikamilika stendi hiyo, mabasi makubwa yaendayo nje ya mkoa hayataruhusiwa kuingia na kupakia abiria, watakuwepo katika stendi ya Msamara iliko hivi sasa, maamuzi ambayo mkurugenzi wa kampuni ya mabasi ya Supafeo Omari Msigwa amepinga na kusema kuwa hakuna sababu ya kuzuiriwa mimi nafikiri uh, suala la kuhamisha stendi kuhamisha kwa uh, abiria kwamba uh, magari makubwa yaende mbali uh, sio jibu. Jibu ni kupanga utaratibu mzuri kwa maana uh, inawezekana gari zikawa zinaanzia hapa hata kama zitakuwa hazi, hazilali humu ndani lakini vile vistendi vya, vya, vya, vya njiani vikapunguzwa. Stendi hiyo inajengwa kwa thamani ya shilingi milioni mia tano, fedha ya mkopo kutoka Benki ya Dunia vibanda vilivyopo ni vibovu ambavyo ameshauri vivunjwe na kujengwa upya kuboresha. Vibanda haviwezi kubaki katika hali hii, havitapendeza. Na mimi natoa ushauri manispaa wajaribu kwa kweli kutazama upya kwa hali ya vibanda vilivyoko na kuviboresha zaidi. Hivi sasa ujenzi umefikia katika hatua za mwisho. Hata hivyo hakutakuwa na kibanda cha kupumzikia abiria. Jofre ni rahi, Channel Ten, Songea.